Mimi naitwa Julius Malunde. Uh, mimi kimsingi na, naishi Dar es Salaam, ila huku Geita nina mdogo wangu Sebastian Malunde, na hivi sasa natoka kwake hapo, lakini sisi ni wadau wa muda mrefu huku Geita, na mimi kitu cha kwanza ambacho naweza kusema kwamba yani, hii kimefungua mambo makubwa kwa sababu nimeteseka mimi na kivuko, nilimaliza karibu saa nzima, saa nzima nasubiri kuvuka hapa tu. Sasa inapofika wakati kama huu, kwamba saa mtu unaweza ukatumia muda mfupi kabisa umevuka eneo hili, daraja hili ni mkombozi mkubwa, litafungua li mambo makubwa kwa ukanda wetu, ukanda wa Ziwa, sababu Nina matumaini kwanza usafirishaji wa mizigo sasa hata kutoka nchi jirani utakuwa rahisi utakuwa rahisi kabisa. Lakini pia ni jambo la kujivunia kwamba tuna viongozi ambao waliwaza mbele miaka kadhaa. E, itafungua maisha ya watu wengi, wengi ambao wamepata shida, hawezi kutoka Busisi kuvuka kwenda huku hawezi kwenda kufanya biashara zake, sasa ni rahisi mimi kwa kweli na furaha kubwa furaha kubwa kabisa kwa kufunguliwa daraja hili, mpaka watembea kwa miguu wanavuka hapa. Hili ni jambo la kujivunia kwa sababu e, tungeweza kusema kwamba kabla kuvuka hapa, hata kama ni muogeleaji, ungeogelea kwa masafa okay. Aa, unahatarisha hata uhai wako. Sasa tunavuka kwa miguu, hii ni habari ya kujivunia. Ni majina, anaitwa Sebastian Marunde, mimi ni mkazi wa Geita Nimepata eh, nafasi ya kupita kwenye daraja hili. Kwanza kabisa ninao furaha kubwa na naipongeza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa sababu imefanya jambo kubwa sana. Tumekuwa tukipata shida sisi ambao ni wakazi wa Geita especially, tumekuwa tunakuja katika mji mkuu wa kanda ya Ziwa ambao ni Mwanza, inakuwa ni changamoto jinsi ya kuweza kufikia. Mara kadhaa nimekuwa nikikwama upande wa Busisi, umefika saa kumi na mbili jioni natoka saa nne saa tano usiku lakini kwa sasa tunashuhudia kwamba imekuwa ni dakika tatu unakuwa umeshavuka. Kwa hiyo hiyo ni jambo la msingi, ni watu wengi ambao watafaidika na uwepo wa hili daraja. Eneo la Sengerema, Buchosa, Geita kote ni wakulima wazuri wa matunda na ni wavuvi pia wazuri, lakini viwanda vingi vinapatikana e, eneo la Geita mjini. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi kiuchumi kuweza kuhakikisha kwamba bidhaa zote zinapita hapa kwa wakati na zinafika kwenye soko kwa wakati. Lakini vilevile vile, eneo hili kwa sasa inafunguka, ina migodi mipya ambayo inakuja kuanzishwa very soon. Tunaamini kwamba kuwepo wa daraja hili itasaidia eh, uharaka wa kuweza kufikisha wageni au mizigo na mahitaji mbalimbali ambayo yanaelekea kwenye migodi kutokea kwenye viwanda mbalimbali ambao viko hapa Mwanza na vile ambao vinatoka Nairobi na pengine Dar es Salaam. Kwa hiyo eneo hili limefungua daraja hili limefungua eh, uchumi wa eneo letu la Kanda ya Ziwa tunaendelea kuwapongeza sana viongozi wetu kwa uamuzi huu waliofanya. Sio jambo jepesi. Tumetembea sehemu mbalimbali, sijawahi kuona daraja kama hili kwa nchi zote ambazo nimeshakutembelea. Maeneo mengi natembea labda mita 400, 500, kilomita moja sana sana, lakini kilomita tatu, kwa kweli kwangu, hili ni mara ya kwanza kwenye maisha yangu. Asante.